Watoto wanawezaje kuwa wapatanishi wa huruma ya Mungu? Kwanza kwa kupenda kama Yesu. Watoto wanaweza kuonyesha huruma kwa kushirikishana vitu na rafiki, kusaidia wanaohitaji, kutabasamu na kumfanya mwingine ajisikie kupendwa. Yesu anatuambia, Amri yangu ni hii, mpendane kama nilivyowapenda mimi. Lakini pia watoto wanasema maneno ya kutia moyo. Maneno madogo kama usiogope, pole, samahani, asante, naomba, hongera yanaweza kuponya moyo wa mtu. Watoto wanaweza kushiriki katika utume wa huruma ya Mungu kwa kusamehe haraka. Watoto kwa kawaida wana moyo wa kusamehe haraka kuliko watu wazima. Msamaha ni zawadi kubwa sana ya huruma ya Mungu. Tunasoma katika waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai sura ya tatu, uwe na moyo wa huruma. Ukisamehe kama Bwana alivyokusamehe. Lakini pia watoto wanaweza kuomba kwa ajili ya wengine. Watoto wana sala yenye nguvu sana ajabu, na Yesu anasikiliza sala ya mtoto kama harufu tamu ya zabibu na maua. Sala za watoto hasa wakisali pamoja zinatoboa mbingu. Yesu anasikia sala zenu. Hivyo wanaweza watoto wanaweza kusali kwa ajili ya watu wagonjwa, wanaoteseka, wazazi, taifa, wanafunzi wenzao na watasikilizwa na Mungu. Lakini watoto pia wanaweza kushiriki katika utume wa huruma ya Mungu kwa kuepuka dhambi ndogo ndogo na kuungama mara kwa mara. Huruma ya Mungu inatuita kuishi maisha yanayomfurahisha Mungu, kutokudanganya, kutokupigana, kutokutukana na kadhalika. Na pia, kwa mfano wa maisha yenu, naweza kuwaleta wengine kwa Yesu. Hata ukimwambia rafiki yako, leo ni siku ya Bwana, leo ni Jumapili, leo ni Dominika, twende kanisani, tayari umefanya utume wa huruma. Nitoe pia mifano hai ya watoto katika utume wa huruma. Tukiangalia Mtakatifu Dominico Savio, kijana mdogo mtumikiaji, alipenda kusaidia watoto wenzake, aliwatenganisha waliokuwa na gombana, na aliishi maisha ya utakatifu akiwa bado mtoto. Tutazame na watoto wa Fatima, Francisco, Yasinta na eh, Lucia walijitoa kwa sala na matendo ya huruma kwa ajili ya ulimwengu. Wali walikuwa wadogo, lakini sala zao zilimgusa Mungu. Na mtakatifu somo wa parokia yetu Petro Giorgio Frassati, kijana machachari mwenye huruma ya pekee, na kijana mwenzie Carlo Acutis, hata Gemma Galgani, somo wa pili wa kanisa letu. Mifano ya maisha yao inavutia walivyoelewa na kutafsiri huruma ya Mungu katika maisha yao.